Mtazamaji wa Kishiki TV, tukiwa hapa katika kiwanja cha ndege cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukiendelea kuwapokea wageni mbalimbali ambao wamekuja kwa ajili ya mashindano eh, makubwa zaidi ya mabara yote ulimwenguni. Na hapa tuko na Shekhe Ziyad Patel kutoka nchini South Africa, moja kati ya mashekhe maarufu sana katika nchi yetu Tanzania. Tazungumza naye kidogo, tuambie eh, hali yake, lakini safari ilikuwaje na nini cha kusema kuhusiana eh, na musabaka hii.

Mtazamaji wa Kishki TV, alikuwa ni e, qari huyu Ziyad Patel kutoka nchini South Africa, na mimi ni maarufu sana sauti yake lakini pia hata sura yake katika mitandao mbalimbali ya kijamii watu tunamfahamu, lakini kubwa ameeleza safari yake ilikuwa nzuri sana very fantastic. Kama haitoshi pia amezungumzia kufurahishwa mno na tukio hili la mashindano makubwa ya Qur'ani mabara yote ulimwenguni katika hali ambayo alikuwa akitamani e, kuhudhuria siku moja afike, lakini alhamdulillah Allah amemwafikisha, amefika na si yeye tu amesema, bali watu wengi wanatamani e, kuja kuyaona haya mashindano. Kama haitoshi pia akasema kwamba kwa namna moja ama nyingine, yeye atahakikisha kwamba, e, anashiriki kusupport, ili jambo ili lizidi kuendelea e, ili jambo ili lizidi liendelee kukua zaidi ya hapa. Mtazamaji wa Kishki TV, pia tuko naye hapa Sheikh Saleh, naye pia amewasili leo kutokea kule nchini Uingereza. Yeye alifika mapema asubuhi e, na akaenda kupumzika, na sasa hivi amekuja tena kumpokea Sheikh Ziyad. Sheikh Saleh Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatu. Mashallah, kila mwaka umekuwa mdau mkubwa sana wa Alhikma Foundation eh, ukiwa haukosi katika mashindano haya. Tuambie, kipi ambacho ungependa kuambia Watanzania tukiwa tumebakiwa na siku chache kuelekea mashindano haya makubwa zaidi ya mabara yote ulimwenguni? Naam, alhamdulillah, alhamdulillah. Kwanza hii tujue ni neema na ni neema aliyoturuzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukweli, haya ni mashindano makubwa ulimwenguni Nyinyi wenyewe mnawezekana mnafanya lakini hamujui, lakini ni mashindano makubwa, na kila mtu ulimwenguni anataka kuja mashindano ya Al Hikma Quran Competition nchini Tanzania. Kwa hiyo Kari ni mgeni wetu wa Al Hikma na wengine wageni wapo wanakuja, inshaallah. Hatuna cha kuwaeleza isipokuwa ni kuja uwanjani na kuona, um, nini kinafanyika pale. Kishki TV nuru, nuru, nuru ya dini yako.